hatimaye Apple ameweza kuachia iOS 26 na watu wengi tulitegemea kwamba ikitoka iOS 18 itakuja iOS 19, lakini nitakwambia sababu kwa nini wameweza kushift kutoka iOS 18 mpaka iOS 26. Kwa nini siwe iOS 19? Lakini sababu kubwa ambayo wameitumia kutoka iOS 18 mpaka iOS 26 naweza kusema ina mashiko sana. Mpaka mwisho nikwambia kwa nini wameshift kutoka iOS 18 mpaka iOS 26 karibu sana, sana. Masaa machache Apple ameweza ku release au kutambulisha iOS mpya, ni operating system ambayo inatumiw na Apple katika vifaa vyake vya kielektroniki, hapa nikizungumzia saa, TV, VR headset, smartwatch na kadhalika na hii iOS wameita iOS 26, na sababu kubwa ya kuiita iOS 26 na sio iOS 19 ni kuendana na miaka, kwa sababu Apple wameplani kwamba kila mwaka watapokuwa na change na iOS yao itakuwa ina change, so wameweza kuita iOS 26 kwa sababu mpaka mwakani itakapokuwa inaenda kubadilika itakuwa ni elfu mbili na ishirini na sita kwao, ndo maana wakaamua waite iOS 26, kitu ambacho tumekuwa tukiona katika brands zingine za simu kama Samsung ya ambao wao wamekuwa kishift kulingana na miaka. Kitu kikubwa ambacho utakisikia sana katika iOS mpya ya Apple ni liquid glass, kiukweli naweza kasema ni, ni, terminology ambayo imetumiwa sana au Apple wameweza kuitaja sana kwamba ni muonekano mpya ambao utakuwa unaonekana katika hiyo operating system yao ambayo ina muonekano kama wa kioo ambacho kiko transparent au transparent glass au kioo fulani ambacho kina display maneno in a way ambayo ni, ni, transparent kwa hiyo muonekano mzima, muonekano wake mzima utakuwa ni kama Kikio. So ukiniuliza mimi kitu gani ambacho nilikuwa natamani sana kukiona kikiboreshwa au kikifanyiwa maboresho makubwa, Apple Intelligence. Kama tunavyofahamu sasa hivi, kumekuwa na ongezeko kubwa la tunaona kwamba AI inazidi kukua na tunazidi kuona makampuni mbalimbali yanatengeneza applications au wanaintegrate AI katika applications zao na zinafanya mambo makubwa sana. Na kama tunavyofahamu, Apple wako vizuri sana katika innovation na nitegemea sana kuona kwamba Siri anakuwa developed in a way ambao anakuwa na response ambayo itakuwa nzuri sana. Na naweza kusema ni muda mrefu sana tangu 18 tangu Apple ameweza kumfanyia maboresho Siri ukilinganisha Gemini ya Samsung na Siri. Ukimuuliza Siri kitu, Siri yeye atakuletea matokeo kulingana na suggestions za ch ChatGPT cha cha cha cha -cha, lakini ukimuuliza anakupa majibu moja kwa moja yani, anakukompyutia anaku jibu moja kwa moja kitu ambacho Apple nashindwa kuelewa ni kwa nini wanachelewa katika kuiboresha Apple intelligence yao. Lakini ya, lakini lakini kikubwa nakasema hiyo iOS mpya ya Apple iko vizuri ki, wamejitahidi sana lakini kumbuka, hii iOS 26 kwa sasa huwezi kuipata, sasa hivi ipo katika beta version, wajairelizi rasmi o processi fulani hivi ambao unabidi ukafanye ili uweze kui, kuiipata na mara ma, nyingi huwa wanatoa wanatoa beta version kwanza kwa developers, ili watu waweze kuiangalia na nini wapate suggestions kutoka kwa watu mbalimbali, labda mambo ambayo unaweza kuboresha kabla hawajaachia rasmi. Na ndio maana sometimes nilikuwa nikijaribu kuitumia, kuna muda flani kama simu inakuwa ina lag au oh, sometimes kama vile ina ina freeze ni kwa sababu bado ni bado ni beta version, lakini naweza mimi nikasema huu muonekano ambao Apple wamekuwa wanasema kwamba wame release katika simu zao ni kitu ambacho tumekuwa tukiona kwa watu wa Android. Mimi nimetumia Android kwa muda mrefu sana, simu yangu ya kwanza ambayo, simu zangu za kwanza ambazo nimetumia nyingi sana ni Android. Hizi hii version ya, ya kama grass grass, ni mara nyingi tulikuwa tunazipata katika themes za themes za kudownload, kwamba una download themes kwenye simu yako, simu inakuwa inaonekana muonekano kama wa grass na nini, lakini kwa Apple Ye, Apple kwamba, amek, amekiz, kana kwamba ni kitu kipya. Apple imeonekana kwamba ame ame ame kitambulisha kana kwamba ni kitu kipya, na mara nyingi yepo wana tabia ya ku introduce kitu kwake kinaonekana kwamba ni kipya au like watu watu ambao wapo katika ecosystem ya Apple na kiona ni kipya, lakini in instance, watu wa Android wamekitumia kwa muda mrefu sana, yani muda mrefu sana. Jamaa yupo go slow sana katika innovations, sijui kwa nini like kwamba anakuwa ana amekaa kibiashara zaidi au la, lakini kuna vitu vingi ambavyo katika iOS mpya ambavyo wamevitambulisha vimekuwa vikifanywa na muda mrefu sana katika let's say, operating systems, za kama za Windows, katika upande wa macOS. Windows amekuwa ikifanya mfano, let's say, ku rename folder, kulibadilishia icon folder, kuliwekea rangi unaotaka, ni kitu ambacho Windows amekuwa akifanywa kwa muda mrefu sana lakini, imagine, katika macOS ni kitu ambacho amekitambulisha sasa hivi, na watu wameonekana like kushangazwa like as if ni kitu kipya. Nashindwa kuelewaga yani hicho kitu waga, ni kitu ambacho wanashindwa sana kumwelewa Apple. Anyway, ni Apple. So, kwa ufupi tu, kwa ufupi kitu ambacho ukitegemea katika hiyo iOS mpya ni muonekano wake wa glass, yani interf ina, ina interface fulani hivi ambayo kama kioo kama glasi glasi fulani hivi, yani siwi nikuelezea vipi, lakini muonekano wake kiukweli ni mzuri, ni sio kama ni mzuri, ni wa kipekee katika upande wa iPhone, sababu ni muonekano ambao nimesha ku ni nimesha ku ku, ku experience na I'm sure wewe mwenyewe utakuja kuangalia. Ni muonekano ambao usha ku experience muda katika themes za Android ambazo miaka mitano kumi iliyopita katika mifumo ya Android, kwamba una download theme ya glass, hata iconi zako kila kitu kinakuwa katika mfumo wa glass. Lakini Apple amekiintroduce sasa hivi kinaonekana kama ni kitu kipya. Anyway, ni Apple. So ni hicho tu ambacho a ni nimekuja kukuletea kuhusiana na updates ya iOS mpya ya Apple ambayo wameweza ku release ambayo ni Apple 26, lakini kwa sasa utaweza tu kuiaccess katika beta version, bado hawajaachia rasmi. In case ukitaka kufahamu ni namna gani unavyoweza kuinstall hiyo beta version, comment hapo chini. Nitakuja na video nyingine nikielekeza ni namna gani unavyoweza kuinstall hiyo beta version katika simu zako. so For more updates na information nyingi nitaletea baadaye katika video zinazokuja, lakini kwa leo tunikuelezee kitu hicho kuhusiana na updates mpya au iOS mpya ya Apple ambao wameweza ku release. Next time guys, bye.